Tochi ya Loyal Media hapa ndani ya ukumbi wa Kilakala uh, katika soko la shopping hall. Ni siku ya maadhimisho ya uh, familia duniani na ndani ya Morogoro tuna jambo limefanyika. Kauli mbiu unasema kwamba mtoto uh, ni malezi uh, msingi wa familia bora kwa taifa imara. Niko na na madam hapa, ataniambia anaitwa nani anatokea wapi, na vilevile ningependa madam kujibu kuelezea hii leo kauli mbiu ya leo, una nini cha kuongea matokeo ya wazazi bora, hata kiongozi bora tunayemuona sasa hivi ni matokeo ya malezi bora ambayo alilelewa na wazazi wake. Hivyo malezi katika familia ni muhimu sana kwa watoto wetu, kwa sababu ndio msingi mama katika maisha yetu. Na katika malezi kuna vitu vingi vya kuzingatia, kama vile watoto kupata, kupata mahitaji yao muhimu kama vile chakula mahitaji yao muhimu malazi, watu kupata mahitaji yao muhimu, haki ya kupata elimu, haki ya kusikilizwa, haki ya kupatiwa upendo so, so. Haya yote ni misingi ya familia bora. Uh, ilisema katika mada ambazo zimeendelea hapa, sio kwamba mtoto kimezesha vitu vingi vizuri ambavyo vinamfanya awe free in mind af uh, unapata mavuno mazuri kwa, kwa mtoto, hiyo ndio lengo hiyo mtoto yeyote ambaye anapata zile fuku zake za msingi ni mtoto ambaye inamjengea mtoto kujiamini, mtoto kujielewa, na mtoto kuwa mama au baba bora wa baadaye. Hivyo rai yangu kwa wazazi ni kuhakikisha wanatenga muda kwa ajili ya watoto wao. Najua sasa hivi wazazi wengi tumekuwa bizi sana katika hospitali lakini nitoe rai kwamba right, wazazi watenge muda kwa ajili ya kukaa na watoto wao, watenge muda kwa ajili ya kukula na watoto wao, watenge muda kwa ajili ya kuwa na vikao vya familia. Yani katika wiki angalau kuwepo na siku ya vikao vya familia vile ambavyo mtakaa mita, mtauliza watoto mambo gani ambayo wamepitia kwa muda wa wiki nzima aidha majumbani au mashuleni au hata katika jamii inayozunguka, kwa sababu bila kufanya hivyo watoto watajifunza kwa watu wengine na watajifunza katika familia nyingine, na kama nilivyosema kwamba familia ni taasisi na kila taasisi ina mwenendo wake wa malezi, hivyo ihataa, yeah, yeah, yeah. atakapokuwa kujifunza vitu vingine kumchanganyia, kwa unampatia na, na, na, ule mwendelezo ambao sio sahihi kwa mtoto katika kuwapa nafasi kwa vikao na watoto wa familia Um, les, kuna baadhi ya uh, wa, wajumbe hapa naongea kwamba watoto wanaoitwa huyu, uh, mtoto ni mwongo, wazazi si hataki uh, pewa nafasi ya kusolewa kwa familia. Inawezekana mama kuna vitu inavyofanya vibaya, wakati tunaikata familia inapokaa pale mtoto anapokosoa mama anakuja juu anaanza kumchukia mtoto, kwamba amekudhalisha au babake alikuwa ajui au labda mama, mama, uh, mtoto mama au baba. Kuna negative tofauti kwamba huyu mtoto ni yeah, yeah, yeah, mbea ilosoa naliongeleaje? Mimi kama kulidahalo nililiongelea hilo. So kwamba kwa wazazi wengi hatuna utaratibu watu watoto nafasi ya kutukosoa kutu, kutu, au kutueleza yale ambayo sisi tukiyafanya wenyewe hawapendi. Kwa hiyo nitoe rai kwa wazazi, tuwape nafasi watoto ya kwetu kutueleza yale ambayo tukiyafanya mbele yao hawapendezewi nayo. Uh, kwa kufanya hivyo kumpa mtoto na nafasi ya kukosoa kwanza, inakufanya wewe mzazi kuwa karibu na mtoto. Inafanya mtoto hata anapopata kitu ambacho ni kigeni kuja kukufikishia wewe mzazi, mzazi bila kusita, kwa sababu tayari ana uhuru wa kukueleza kile ambacho hata yeye hakipendi ukifanyia mbele yake. Kuna swala la wasia uh, na mirathi. Wengi wanasema ukiandika wasia mapema kama ujijulia kufa, lakini tuna migogoro mingi sana ambayo inatokea watoto unakoa, unakuta uh, mtu watu uh, hawataki kuandika usia baadaye nta matatizo mengi, hilo unaliongeleaje? Mimi kwa kweli hata elimu hii nimeipata toe, tumeipata leo kutoka kwa mtaalamu wa sheria ndugu Mwaipaja uh, nadhani hiyo ni dhana ya watu wengi wakifikiri kwamba kwa kuandika usia ni wanasema uchuro, yaani ukiandika usia ni kama vile unajibashiria kifo, lakini nataka niseme kuna migogoro mingi sana inayojitokeza kutokana na wazazi kutokuwa na kuweka mambo kabla ya wao kuondoka hapa duniani. Na hata katika zile kliniki za malezi ambazo huwaga na kaa na wazazi na kuongea nao, huwa nawaeleza kwamba mipango ya familia tunapoipanga, tuwashirikishe watoto, tuwashirikishe watoto. Unataka kununua kiwanja, mshirikishe mtoto. Unajenga nyumba, mshirikishe mtoto. Una biashara unataka kuanzisha, mshirikishe mtoto. Hii itamjenga kwamba kesho haupo mzazi baba hayupo, mama hayupo, lakini kwa sababu mtoto huyu katika mipango ile ya maendeleo ya familia ulimshirikisha, basi yeye ni rahisi hata inapotokea labda mzazi hayupo, hata kama hajaandika hiyo miradi, lakini kwa sababu ulimshirikisha, ni rahisi pale baadaye, hata mnapokuwa mahakamani kuweza kuelezea ni vitu gani ambavyo waliweza kudiskasi kwa mwelekeo wa familia yeye na wazazi wake wakati wako hai. Nashukuru sana. Kwa jina langu naitwa madam Grace. Kauli mbiu ya leo nasema kwamba mtoto ni malezi mtoto um, ni malezi imebeba vitu vingi sana kwetu sisi kama wazazi. Uh, kwanza kabisa tunapaswa kuwalea watoto malezi yaliyo bora. Tunapaswa tuwafundishe watoto good manner, how to eat in the table, how to greet others, na vile vile kuwafundisha watoto umuhimu wa kusoma pia na kuwapa haki zao za msingi. Swala la uwekezaji uh, ni moja ya mada ambayo imeongelewa hapa. Uwekezaji wa kiakili, kimwili kwa mtoto, madam pesa, unaliongeleaje swala la uwekezaji kwa mtoto? Kwanza kabisa, mtoto atakiwa kupata haki zake zote sahihi. Utakapompa zile haki tano zote ambazo anatakiwa kupa mtoto, kwanza atakuwa na akili timamu na atakuwa anaelewa darasani anachofundishwa na atakuwa katika misingi iliyo bora na afya iliyo njema. Wanaposema haki za mtoto unaweza ukazimension kidogo? Yeah. Kuna haki tano za mtoto. Haki ya kwanza ni ya kuishi. Haki ya pili ni ya kuangaliwa. Haki ya tatu ni ya kupata matunzo bora na haki ya nne ni kupelekwa shule. Haki ya tano ni kupewa muda wa kuongea au kujitetea katika familia, yaani kumpa mtoto nafasi ya, ya kuparticipate katika familia, kwamba wewe kama mzazi mtoto unamkera au humkeri? Kwa sababu kuna sisi tunaishi na watoto lakini hatuwapi nafasi ya kujielezea, kwamba je, tunavyowalea ni sahihi au sio sahihi, na ndio maana watoto wengi wamekuwa wakiharibika okay. Swala la unyanyapaa katika malezi uh, katika jumuisho, we unaongeleaje? Unyanyapaa katika malezi inatokana na mtu tu, lakini sioni kama kuna haja yote ya kumnyapaa mtoto kwenye malezi, kwa sababu kuna wale watoto ambao ni walemavu, wao hawakupenda kuwa vile. Lakini kuna mzazi mwingine amemzaa mtoto mlemavu akamficha ndani, hampeleki shule. Huu ni unyanyapaa, yani kwamba anampi mtoto, mtoto haki zake za msingi. Lakini kama mtoto amezaliwa ni mlemavu, mkubali kwamba yule mtoto ni Mungu amekupa. Na umpe haki zake za msingi na baadaye atakusaidia na hali yake alionayo atakusaidia. Nashukuru sana madam. Okay, thank you.